Hello, habari gani ndugu wapenzi watazamaji wa video hii. Hapa yangu majina ni Drake MC, hapa ndani ya Maisha ya Urusi channel yetu pendwa kabisa inayokuletea mauzui moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa eh, Moscow. Hali ya hewa ndo kama ambavyo mnaweza mkajionea ninyi wenyewe hapa, nipo kwenye kipaki kidogo hapa eh, najaribu kuonesheni mazingira jinsi yalivyo hapa kama mnavyoweza kufahamu, hali ya hewa kipindi hiki ni winter, na winter inakuwaga kama ambavyo mnaweza kuona hapa, ni barafu kila sehemu. Sehemu za kukaa kama hizi zimefunikwa na barafu. Unaona, sehemu za kukaa kama hizi zimefunikwa na barafu, kote kule mpaka kule kwenye hizo sehemu, hapo ni sehemu za kukaa. Hapa hivi pia ilikuwa ni sehemu ya kukaa lakini kitu ambacho kimezungushiwa hapa hii ni, ni waterfall ya kutengenezwa kidesign fulani kizuri. Eh, hii sehemu hapa kuna kuoga na maji yanakuwa yanarukaruka, kwa hiyo unaweza ukakaa hapo kwa ajili ya ku meditate vizuri na ukaweza kuenjoy maisha vizuri kabisa. Kuna sehemu kama ile pale sehemu ya kuchezea watoto kama pale na yenyewe kwa sasa haitumiki, kwa sababu imeweza kuzungukwa na barafu. Barafu imejaa sehemu hiyo, kwa tusogee kidogo, niweze kukuonyesha hapo. Ndugu zangu, ni kama ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu eh, kutoka chaneli yetu pendwa Maisha ya Urusi, niweze kuchukua fursa hii kukaribisha uweze kusubscribe kulike the video, lakini pia nitahitaji kuona comments zako kwenye comment section eh, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kwelikweli. Eh, unaona hivi ni virudi vya kuchezea watoto. Kama hapo wa huwa wanapanda hapa, wanakwenda huko juu, wanazunguka, wana slide hapa hivi. Unaona sehemu kama hii, wana slide hapa, japokuwa hii sehemu inaonekana imesafishwa kidogo, lakini Eh, kama navyoweza kuona ni barafu imejaa. Hmm, mkaona barafu nimejaa of course. Uh, kuna kitu ambacho mi mwenyewe mpaka leo sijawahi kukielewa ni kwa nini. Pamoja na kwamba uh, ninasoma mambo ya anga, hiki kitu bado kinanichanganya mpaka siku ya leo. Hivi naweza kuongea hapa kuongea hapa uh, tukiwa tumeingia kwenye kipindi cha winter cha winter kwa maana ya kipindi hiki cha baridi ambako barafu nyingi huwa ina, inategemewa kushuka. Huwa kuna, kuna tabia ambazo zinajionyesha nje nje, hasa uh, flip, tukiangalia kwenye swala la hali ya hewa tunafahamu kwamba uh, flip tunafahamu ya kwamba Uh, kadi baridi inavyozidi kuongezeka ndivyo tunavyokuwa tunakaribia hali mbaya zaidi ya winter, lakini kitu cha ajabu ni kwamba uh, winter inapoingia inapoanza winter, ile miezi ya mwanzo pale kunakuwaga na baridi ya hatari sana, hata kama temperature inakuwa imeshuka kidogo, lakini baridi yake inakuwaga ni ya hatari sana yani kukiwa hamna snow nyingi barabarani, baridi inakuwa ni kali kweli kweli. Lakini kitu kingine ambacho sasa kinakuja kunishangaza zaidi pale ambapo tunakuwa na snow nyingi kama hii hapa, yani rotate hapa e, niweze kukuonyesha. Pale ambapo tunakuwa na snow nyingi kama hii ambayo unaiona barabarani hapa, baridi inakuwa sio kali kama ambavyo inakuwaga kali kipindi ambapo kunakuwa ni winter lakini hamna hamna barafu nyingi kama hivi. Sasa hicho kitu mimi mpaka leo sijawahi kukielewa. Najaribu kujiuliza ni kwa nini. Labda kama kuna mtu anafahamu zaidi haya maswala unaweza ukatuandikia kwenye comment hapo. Ni kwa nini kipindi barafu inapokuwa nyingi, baridi inakuwa sio kali sana? Kwa mfano, unaweza hata ukaangalia mimi hapa natembea mikono yangu ikiwa sijavaa gloves. Lakini pia nnaweza nikafanya video zangu vizuri tu nikiwa natembea mtaani, nazunguka mtaani bila changamoto yoyote ile. Hiyo ni swali ambalo nataka uh, twende tukahusike nalo sana pale kwenye comment section. Kingine kitu ambacho ni very interesting. Uh, kama mnakumbuka kwenye video ambayo nilifanya wakati winter inaanza kufall niliwaonesha hizi barabara, na mkiangalia video zilizopita hizi barabara nimewahi kuzirekodi sana. Uh, kuna wakati hizi barabara huwa hazionekani kabisa. Yaani hapa chini huwezi ukaona rangi yoyote ile. Sehemu kama hii huwezi ukaona rangi yoyote ile ya barabara. Kote kunakuwa kumefunikwa na rangi nyeupe tu. Sasa kitu ambacho nimewaappreciate sana, hawa jamaa wanajua jinsi gani ya kucontrol mazingira yao, hali ya hewa ya mazingira yao wanajua jinsi ya kuicontrol vizuri kabisa. Kuna magari ambayo huwa yanapita na nimekwisha kuyaonyesha sana kwenye video zilizopita. Kuna magari fulani hivi yanakuwa ni yana rangi ya njano, most of the time yanakuwa na rangi ya njano, lakini pia kuna matrekta ambayo huwa yana yanakuwa yanazunguka yakiwa yanafagia hizi barafu, yanazitoa barabarani, na kuna mashinzi nyingi sana ambazo wanazitumia jamaa, teknolojia yao iko mbali sana. Kwa, kuna mashine nyingi ambazo wanaona zitumia zinakuwa, nyingine zinakuwa kwenye mfumo kama wa generator ambao ina push hii barafu kutoka sehemu ya, ya barabara au sehemu ambao wanakuwa wamelenga kuisafisha na kuweza kuisukuma mbali sana kama huku. Ehe, unaweza kuangalia yani hii barafu ambayo unaona imejaa huku sasa hivi imetolewa huku kwenye hii barabara na imekuwa pushed ikaja kutupwa huku pembeni, lakini kitu cha ajabu hiyo barafu imeletwa huku imeskip hii sehemu ambayo unaiona hapa, imeweza kuiskip ikaenda kule. Kwa, ni something really interesting kwa kama uh, wewe uko motivated, au unapenda mambo ya teknolojia ukiwa hapa Urusi utaweza kujifunza vitu vingi sana, lakini pia sio kujifunza tu, utapata motivation ya kutosha. Eh, kingine pia kuna mabasi kama haya hapa, ebwana we. Huko kwetu nafikiri, eh, hii ndo mnaita mwendokasi, lakini huku sisi tunaita city bus. Yaani mabasi ambayo yanasevu mbadala wa daladala, yani huku hakuna daladala. Urusi hakuna daladala. Huu ha, mtu ni umeanguka. Ebwana we, sasa hapa mimi napita wapi? Bora maisha yameanza kuwa magumu gafu. Ah, okay. Let me skip hapa. Pita tu kimya kimya. Eh, bwana we. Ah. Eh, bwana nimeweza kupita. Basi, sehemu inaonekana kuwa dangerous kidogo kwa sababu eh, mti huu hapa umekauka mpaka umefikia hatua umeweza kuanguka. Tukaa kuzungumzia haya mabasi kama hili hapa mbalo naliona hapa haya mabasi ndo yanayo save wabilia kama ambavyo eh, kikwetu kwetu naita daladala. Kwa huku mjini hakuna daladala zile za kwamba unasimama una dirishani au mlangoni, una kuwa, una debe unapiga debe bana kuita watu waingie. Huku watu wanatumia teknolojia, unaingia kwenye simu yako unaenda kwenye application, halafu utaangalia destination unapokwenda na kwenye system itakuonyesha kila kitu kuanzia time namba ya basi ambayo natakiwa kupanda, namba ya kituo ambacho natakiwa kupandia, na itakuonyesha ruti yako yote. Hata kama kuna kubadilisha basi itakuonyesha. So, mazingira ni kama hivi mnavyoweza kuona kwenye parking za barabarani. Hivi leo naona snow haijaongezeka sana japokuwa, hata hivi ninavyotembea hivi, naona kina kinashuka kiasi, kinashuka kiasi hapa. Uh, sasa hivi mimi niko naenda sehemu hapo kwa ajili ya kuweza kuwachukulieni video kali kabisa. E bwana wewe, kuna kitu hapa kimenishangaza. Ushai kuona, uh, tractor excavator kama hiyo inapandishwa juu ya gorofa namna hiyo? <laughs> Ah, jamaa ujenzi wao wanaouamini sana, anaweza kupandisha gari huko juu. Very amazing. Amazing, amazing. Sana. Yeah, kwa hiyo kama nilivyokwisha kuambia, ninakwenda kuandalieni video kali kabisa. Huko mtaweza kuona uh, vile vitu vingi ambavyo watu wengi mmekuwa mkivisubiri, vitu ambavyo mmekuwa mkivipenda sana. Bila shaka, naenda mitaa ya karibu na karibu na Kremlin, naenda mitaa ya karibu na Kremlin, kwa sababu kule ndiko kuna shamla shamlashamla, uh, watu ni wengi, uh, usiku kama mchana. Bwana we, safi kabisa kwa ndugu zangu. Uh, mimi sina mengi kwa sasa, naomba ni flip camera Uh, ili niweze uh, kuwaaga vizuri kabisa ndugu zangu uh, huyu mnayemuona hapa mi ni Drake MC ambaye ninakuletea uh, makala hii hapa safi kabisa kutoka hapa Moscow Russia kwa lugha ya Kiswahili uh, tunakwenda pamoja kwa hiyo ndugu zangu niwakumbusha tu kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu hizi hapa uweze kusubscribe like lakini usiache kuweka comment yako hapo ni kitu gani ambacho umekipenda? Ni kitu gani ambacho hujakipenda? Ama ni kitu gani ambapo tuweze kukiboresha? Vile vile unaweza kutuambia ni mazingira gani ambayo unahitaji kuyafahamu kutoka hapa Moscow Russia, ama ni kitu gani unahitaji kufahamu kutoka hapa Russia. Na niwakumbushe wale wote ambao mmetuma comments. Comments zenu nimezisoma na ninazifanyia kazi, nitakuja kuanza na ile content ambayo mmesema niwaonyeshe, ni mavazi ni gani ambayo tunavaa kipindi hiki cha baridi ama tunawezaje kuishi kwenye maisha ya mazingira kama haya hapa. So, chao, see you in the other video. Thank you.